Wajud. Sasa baada ya kukia cha kitabu hicho walishughulishwa na jambo gani? ma wattabau ma tatlu shayatin, wakashughulika na yale yaliyosimuliwa na mashetani. Ala mulki Sulaiman, katika enzi za Nabii Sulaiman, wakati wa ufalme wake. Tukazungumza kwamba Nabii Sulaiman, enzi za ufalme wake, majini walikuwa yastariquna sama wanaiba baadhi ya maneno kwa kuyasikiliza kutoka mbinguni, na wakija wakitaamaliana na mambo ya uchawi wanayaongeza. Na hii ilikuwa kawaida ya mashetani kutokea zamani, mpaka wakawa wanaandika vitu ambavyo vya ajabu miongoni mwa mambo ya uchawi, na matabu yao yote yale yakakusanywa. Nabii Suleimani akayazika mahala pamoja, kwamba hakupenda watu watumie vitu kama vile baada ya hapo Ibilisi akawaonyesha kwamba pale kuna kanzun la yafna, kuna benki isiyomalizika, nendeni mkatoe. Wakenda wakatoa vitabu vile, vikawa ni vitabu vya uchawi, na kawaambia hayo ndiyo yaliyomfanya ya Suleiman akawa strong katika mamlaka yake. Hakuweza kusarifu upepo ila kwa mambo hayo, hakuweza kuwatuma mashetani ila kwa mambo hayo, hakuweza kuyafanya yote mliyoyaona.

ni kule kuwafundisha watu uchawi, na hii ni dalili kwamba mwenye kufanya uchawi na mwenye kuwafanyia watu au mwenye kuwasomesha watu kuwafundisha watu uchawi anafanyaje? Anakufuru kufuru. yuallimuna nnasa sihr, wanawafundisha watu uchawi. wama unzila ala lmalakaini, na wanawafundisha watu uchawi pia ambao ulikuwa ukifanywa na malaika wawili, sawa kusema hapo, kuna rai mbili arjah, ambayo salafi wengi katika wanachuoni wametafsiri hivyo, na wachache miongoni mwao wametafsiri wama unzila ala almalakaini al yani, wala huo uchawi haukuteremshwa juu ya malaika wawili, bibabila huko bado. Hiyo ni hi tafsiri moja, na tafsiri ya pili, ambayo hii ndo wengi wametafsiri, walikuwa wakisomeshwa na mashetani uchawi na pia uchawi ulio kuwa ukifundishwa na malaika wawili kama mtihani kwa watu. Tunafahamu kitu eh? Naam. Kwa hiyo wama kafara Sulaimanu, wala hakukufuru Sulaiman walakinna shayatina kafaru, lakini mashetani ndio waliokufuru. Wa yuallimuna nnasa sihra, walikuwa wanawafundisha watu uchawi. Wama unzila ala almalakaini al, na wanawafundisha watu pia kile ambacho kiliteremshwa juu ya malaika wawili bibabila, huko Iraq Babil. Kwa hiyo kuna vitu viwili ambavyo mashetani eh, bani Israeli walikuwa wanavisoma vitu viwili. Kitu cha kwanza walichokipokea kutoka kwa mashetani katika uchawi, ndio wanashughulika nacho. Kitu cha pili walichojifunza kutokamana na uchawi kwa malaika wawili, sawa waliokuwa Babil, na hawa malaika tumesema walitumwa na Mwenyezi Mungu katika zama ambazo kulikuwa kumeenea uchawi, na watu walikuwa wakidai kwamba ni mitume kwa sababu ya mambo ya uchawi waliokuwa nayo. Maana mtu alikuwa anaweza akafanya maajabu kwa uchawi wake. Sasa pale pale anapatiliza, msione hivi mimi mtume, kama kisa tulichokitoa jana, mtu anakata mtu shingo alafu anairudisha kwa nini watu wasimwamini kama yeye ni mtume? Kumbe ni uchawi tu. Sasa malaika wale walitumwa kwenda kuwafundisha watu uchawi pia wapate kufahamu kwamba haya mambo yanawezekana, lakini ni uchawi, si hakika. Na wakabainisha wazi kwamba sisi tunachokisomesha ni uchawi, na tunasomesha uchawi na ni maasia makubwa, na ni dhambi, na msikufuru. Hatakaetaka tutamsomesha, lakini ajue ni dhambi, na ajue kesho akhira hana fungu. Sasa haya ndo mambo yalitokea wakati huo, uchawi tena uchawi mkubwa sana. Sasa ikiwa mtu ana uwezo wa kumtoa mtu jicho kisha akalirudisha, kama kamtoa kichwa, atashindwa kutoa jicho? Hawezi kushinda, lakini yote ni ya uchawi. Watu wanafitinika na mambo ya uchawi haya, kazi kubwa ipo hapo. Kwa hiyo mitume e, malaika wawili hawa walipelekwa Babil Iraq, mji kadima sana, katika miji mikubwa ya zamani Babil, huko Iraq, wakisomesha wachawi. Na watu waliposikia kwamba kuna uchawi unasomeshwa, kanu yuqbiluna ilaihima, wanakwenda kusoma. Umekuja ndio unataka kusoma uchawi? Ndio. Lakini unajua kama uchawi ni ukafiri? Ndiyo najua, nisomeshe hivyo hivyo. Umekubali ndio? Masharti yetu ni sawa anasoma sawa. wama unzila ala almalakaini, na kile kilichoteremshwa juu ya malaika wawili. Bibabila, huko Babil. Haruta wa Marut, malaika wenyewe ni Harut na Marut. wama ma yualimani min ahadi, na wala hawa malaika wawili hawakumfundisha yeyote yule aliyekuja kwao kutaka kufundishwa hata yaqula mpaka wamwambie, ya ya mapema kabla ya kumfundisha, innama nahnu fitnatun, hakika si lengine sisi ni mtihani tumeletwa, fala takfur. Tunajua umekuja kujifunza uchawi, lakini huu ni ukafiri. Kwa hiyo uchaguzi ni wako, uendelee kusoma ukufuru au uende zako usitake kusomeshwa.

Tunasomesha uchawi lakini ni ukafiri, usizunguke sana kutaka kujua kwa nini tunasomesha sisi. Tunasomesha kama mtihani kwenu. Kwa hiyo, walikuwa wanabainisha kabla ya kuwasomesha wanafunzi. Sasa hapa tukisema, bwana, sisi tunasomesha tafsiri, lakini hii ni manufaa yako wewe ya kujua dini yako, na ukisoma sana hii utakuwa mcha Mungu. Sasa ushafafunuliwa kile kitu ambacho kinahitajika kwa sababu mtume anasema hii Qur'ani unanyanyuliwa kwayo na Qur'ani yenyewe inasema yahdi lillati hiya aqwa mwenye kukamatana nayo itamuongoza. Kwa hiyo kile kitu ambacho unataka wewe kiko wazi. Kwa hiyo ni maamuzi yako mwenyewe. Hutaki kuwa mcha Mungu, endelea kuwa na mambo yako yasiyokuwa ya Qur'ani ya hutaki kuwa karibu na Mungu, endelea na dunia yako kwa sababu dunia na akhirah

Kwa hiyo tizama mwenyewe unachagua nini? hatta yaqula inma nahnu fitnatun fala takfur <tinyat> fayataallamuna minhuma wakawa wanasoma watu kutoka kwa wawili hao oh, ma yufarriquna kile wanachoweza kutenganisha bihi kwacho baina almar'i wa zawji kumtenganisha kati ya mtu na mkewe <tinyat> na hiyo ni dalili kwamba uchawi una athiri. Lakini athari yenyewe tumesema mpaka kwa idhni ya nani? Ya Allah. Kwa hiyo si uchawi tu, hasad, kijicho, ubaya, ubaya ugudha, uchawi, haya mambo yote yanaweza yakakuathiri lakini kwa idhni ya Allah. Hasidi yanaweza yakakuusudu na ukaharibikiwa, lakini kwa idhni ya nani? Ya Allah. Kijicho, mwenye kijicho anaweza akakuusudu na akafanikiwa, lakini kwa idhini ya nani ya Allah. Mchawi anaweza akakuroga na akafanikiwa, lakini kwa idhini ya nani ya Allah. Adui anaweza akakufanyia uadui na akasibu, lakini kwa idhini ya nani ya Allah. Ndio maana kukawa kuna mambo ambayo umeambiwa ukamatane nayo ili usipate kurogwa na wachawi wala usiusudiwe na mahasidi wala usiharibikiwe kwa wale maadui wanavyotaka kukuharibu.

na mtume saaa salama aliporogwa na huyo mtu, wanasema bibi Aisha anasema, kana yukhayalu ilaihi annahu faala kadha walam yafal, ilikuwa inakuja kama kwamba yukhayalu. Takhyili ni ile kama mtu amefanya jambo fulani lakini kumbe hakufanya, haikuwa hakika, ni mambo ya kichawichawi, mpaka alipokuja saidna Jibril na dawa hizi akazisoma na ile ilikuwa ni man, ni nywele au ni, ni mafundo yalikuwa yamefungwa na mchawi yule katika kitana, na akayatupa katika kisima, akaroga marogo yake. Bwana Mtume akasibiwa na uchawi wa huyu bwana, na ukafunguka ukaondoka, akapona. Waqul audhu bi rabbil falaq na qul audhu birabbi lnas, kila anaposoma aya unafunjuka na kubatilika uchawi ambao ametendewa. Labidu Ibnul Asab ni mmoja katika Mayahudi wa ambao ndo waliomroga na kumfanyia sihiri Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ajili hiyo basi, ikiwa Mwenyezi Mungu atatia saini kile kitu anachokifanya mchawi kiwe, kitakuwa. Ikiwa Mwenyezi Mungu kama vile vile kadari ya Mwenyezi Mungu katika mambo, na kila jambo lina sababu. Na aliyeumba sababu ni nani? Ni Allah. Na yeye ndiyo yuko juu ya sababu, akitaka likusibu litakusibu asipotaka haliwezi kukusibu. kul lan yusibana illa ma kataba llahu lana waambie, hakuna linaloweza kutusibu isipokuwa lile ambalo Mungu ametuandikia. Kwa hiyo ukiona mtu amemroga mtu na amefanikiwa, ilishakwisha kupita katika ilmi ya mwenyezi mungu ya zamani, kwamba huyu mwaka elfu mbili na kumi na mbili atarogwa na mchawi fulani na atarogeka.

la yadhuru ma asmihi shay'un, hakiwezi kudhuru kitu chochote kinapopambana na uwezo wa Mwenyezi Mungu na jina lake fil <tipati> fil ardi, kiwe ardhini wala fi sama, hata kikiwa mbinguni, kama Mungu hajasema dhuru, hakiwezi kufanyaje? Basi hizi ni dua za kujikinga kutokana na uchawi. Usikae kai hivi hivi tu, watu ni wabaya. Na dua hii Bwana Mtume akisema Uisome asubuhi na jioni, masaa ishirini na manne unakuwa katika ulinzi wa Allah. Kwa hiyo wachawi hawawezi kukuchezea chezea, kwa sababu ingelikuwa haya tunayoyazungumza, na wachawi wenyewe wanatusikia huku, usiku wanatufuata, lakini hatuwaogopi, kwa sababu tunajua kwamba Mwenyezi Mungu ametupa na silaha na hawawezi kufanya kitu kama Allah hajafanyaji hii ndo mukabada wa dawa. Unajua, unapofanya dawa huwa unataja mambo, basi yanawakera watu wengine na yanawafurahisha wengine. Sasa hatma, lazima utachukiwa na wale ambao umeagusa yale mambo yao, na watafanya juu chini kwa ajili na wao kutaka kulipiza fulani. Bwana akasema pombe inauzwa ni haramu, kaniona mieni nimefungua baa hapa, basi yule hawezi kukutizama kwa jicho la urafiki kwa sababu unataja vitu ambavyo yeye mwenyewe anajua, na wachawi vile vile. Nasema uchawi ni ukafiri, ni ubaya, uchawi kadha, uchawi kadha. Basi subiri, sasa tukuonyeshe. Lakini hawezi kutuonyesha kwa sababu Allah anasema, la yusibana illa ma kataba Allahu lana. Ikiwa umemroga fulani akarogeka basi si wao ni Mwenyezi Mungu amewapa kabul wakaweza kuniroga. Eh, Sayyiduna Urwa bin Zubair anasema siku moja alikuwa amekaa katika sehemu sasa, mbali kidogo ya mji ilokuepo, kuna bwana akaenda usiku akakuta wa wachawi wamekaa pamoja na majini wao waovu kao, wanazungumza mara nyingine, unaweza ukapata kumwona jini, lakini sio katika umbile lake, kwa sababu majini wana uwezo biidhnillahi wa kutashakal kutoka katika hali mpaka hali nyingine. Anaweza akukaona kao, ni punda ni ng'ombe, ni mbwa, ni nyoka, ni buibui, anaweza akachukua aka umbile la mwingine. Hivyo majini sasa, akaona wanazungumza katika sehemu mmoja, wao mkubwa anasema Anawatuma wale watumishi wake: ayukum yatini biurwata bni Zubair, ni nani kati yenu ataniletea hapa Urwa bni Zubairi? Sijui alikuwa amemkosa nini Urwa bni Zubair, Urwa bni Zubairi, labda alikuwa ameyazungumza mambo wachawi na waganga, siku hiyo wakafanya mambo yao yaharibike kwa sababu ya kauli zake, kwa nasema namtaka hapa akiwa amekufa au yuko hai. Nani atakwenda kuniletea huyu? Mtu mmoja akasema, ana ya Sayyidi, nitakuletea usiwe na wasiwasi. Urwa bni Zubair namleta hapa. Na Urwa bni Zubair ni, ni mwanawe Zubair bnu Lawam. Zubair bnu Lawam ni katika masahaba wa Bwana Mtume wa kubwa, ndugu yake Abdullah bni Zubair, historia yake ni kubwa. Basi baada ya mda, yule bwana akawa anasimama, anasikiliza yale mazungumzo ya wale wabaya majini na watu waovu pale, wanataka kumleta pale Urwa bin Zubair. Akakaa sasa kuona ataletwa vipi, Urwa ataletwaje? Maana wana mambo yao, unaweza ukasikia mtu kafa amezikwa, kumbe hajafa wala hajazikwa. Siku nyingine mkamwona huko mitaa huko fulani, bwana fulani, si alikufa? Tumemwona sasa mlizika nini? mlimzika nani? mambo yao hayo, uchawi mkubwa. Urwa ibn Zubair ataletwa hapa, ataletwa aje? Wanasubiri. Yule bwana anasubiri aone Urwa atakapoletwa. Baada ya muda yule jini akarudi, akamwambia mbona hujamlete? Akasema nah, sikuweza. Nimemfika mahali nikamkuta Urwa, lakini ningeingia tu katika maeneo yake ningeungua, nikawa majivu Akamatiki siwezi vile. Bwana akaondoka akaenda kwa Urwa bni Zubairi, akawambia Urwa bni Zubairi, usiku huu nimekuja, nataka uniambie muda mchache uliopita ulikuwa unasoma dua gani? Maana majini wamekuogopa. Akamwambia kwa nini? Akawambia, akamsimulia aka kisa kile

wakafartu biljibti waaun, nimeyakufuru mashetani na uchawi na masanamu na maibilisia. Wastamsaktu bilurwat lwudhqa, nimekamatana na kamba ya Mwenyezi Mungu isiyo katika kitabu na sunna za bwana lamfisama laha, wallahu samiun alim. Akaichukua na yeye dua hii akawa anaitumia, ana dua nyingine zote maathura masnuna alizokuwa akizitumia bwana mtume, tuzitumieni

na ubaya wake na macho yao ya wahasidi na uovu wanaotendea wanadamu. Anawakinga wajukuu zake bwana mtume kwa Mwenyezi Mungu na maneno yake yaliyokamili. Sasa usimfunge mtoto hirizi kubwa, ndani yake kumbe kuna meno ya jogoo, ukasema ndo yanamkinga haya mkingi wala usitafute herizi ukafunga kiunoni ukasema mimi hii ndio inanikinga, ukatafuta jiwe ukalieka mbele ya nyumba ukasema hili ndo. Hapana, hizi zote ni shirki. Tegemea Allah, subhanahu wa ta'ala. Nazipo dua madhura, wasomee watoto wako mara nyingi sana. Watoto penda kuwasomea na hawa ni katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakusema maneno hayo, ila anajua kwamba kuna ubaya unatendwa na watu macho shetani mashetani minaljinnati wannas. Akusema ah, mabilisi watawaogopa hawa ah, watoto wangu hawa, kwa sababu ni watoto wa Fatima, Fatima binti yangu, masharifu hawa, hawadhuriki hawa na kitu la anawakinga, anawaombea dua. Sasa ikiwa watoto wa mtume, wajukuu wa mtume walikuwa wanaombewa dua, je, wajukuu zetu sisi tunawafunga mahirizi hatuwaombei dua. Ndio maana unasikia mambo ya ajabu ajabu katika nyumba zetu. Kwa hiyo tujifunge na Qurani, tujifunge na sunna za bwana mtume, tuwaombee dua zile maathura zilizotoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni nyingi. Kuna kitabu kidogo Hisnul Muslim, dua zipo maathura, nyuradi, adhkar. Alimamu an-nawawi kuna kitabu chake kamili kinaitwa Al-Adhkar. Angalia kila dua, kila dua, wakati gani usome dua fulani, wakati gani ni muhimu sana kwa sababu, addua usilahul mu'min, Uislamu silaha kubwa ni dua. Nyuradi hizo, kuna nyuradi za usiku na mchana. Tafuta mchana, utatoka, ukitoka unasoma uradi gani, ukirudi unasoma uradi gani? So unatoka tu unakwenda, na usitoke ila mutawadia, tawadha udhu wako wa sala, tia udhu wako mbele. Huko kuna watu wengi wanakusubiri kuna mahasidi wako katika biashara, kuna wasiokupenda tu, hakuna sababu yoyote. Kuna wengine hao wanakuchukia kwa sababu ulisema jambo liliwaumiza. Kuna wengine, kuna wengine, kuna wengine kuna wengine wote wanakusubiri wewe huko, na kuna wengine huwaone maibilisi hao na mashetani hao, wote wanakusubiri wewe, mmoja utatosha kweli. Lakini unapotoka unasema, bismi llahi tawakaltu ala llah allahumma inni asaluka khaira lmakhraji, ya rabbi, nakuomba kutoka kwangu kuwe na kheri wa khaira lmauliji, na nikirudi nyumbani nirudi kwa kheri. Allahumma inni audhu bika an adilla au udalla wa ajhela, au ajhala au ujhala au adlima au udhlam. Zuti hizi ni dua, lakini wangapi tunasoma hizo dua? Hakuna dua mpaka unapolala bismika Allahumma amutu wa ahya Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka aljahtu dhahri ilayka fawadtu amri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja wa la manja minka ila ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dua kukivuma upepo, dua zote hizi zina shari zake, kukiwa na radi, kukiwa na mvua, kukiwa Mtume hakuacha kitu chochote. Je, ni dua ngapi unazijua wewe? zitafute hii ni kinga yako na watoto wako na watu wako. Mganga hawezi kukupa kitu, la yastati'u linsanu an yu'tiyaka khardalatan, hawezi kukupa manufaa yoyote. Njoo nifungie nyumba yangu, Njoo nifungie watoto wangu, ukawa unatembea kwenye kwapa hapa kuna irizi, unasema nina kinga mimi, hakuna mtu. Kuna wengine huenda wakachanjwa, alafu kachukuliwa mifupa ya mtoto mchanga iliyosagwa alafu ikawa ikachanganywa na damu alafu wanapochanjwa, akatiwa ile, unatiwa najisi na wewe. Unakaa unasali unamwomba Mungu, na unaambiwa haya ukiyataka lazima ufanywe hivi. Watu wanachanja hivyo, samaki anachukuliwa, anakafiniwa, anavishwa sanda, anaenda kuzikwa mwanakwereku kwenye kaburi la mtoto mchanga. Ajabu we, mara nyingine utafika makaburini utakuta hayo mambo ya ajabu, kumezikwa vitu vya ajabu ajabu. Kaambiwa kaburi la mtoto mchanga aliyekufa leo, kazika hichi kitu, mambo yako yatakuwa supa. Si ungeanza wewe mganga, yakawa supa mpaka ukawa hukodishi isipokuwa majumba magari, unatajika nani? Mganga aliyokuwa tajiri milionea, hahitaji hela huyo, hahitaji nyumba nzuri yote hayo anayotaka angeyafanya yeye kwanza hayo, lakini yote ni kula innocent, kulamani zao watu kwa ajili hiyo. Basi unapofanya ushiriki na Mwenyezi Mungu hasira zake ni kubwa sana juu yako kwa ku. sababu gani? inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Mwenyezi Mungu hamsamehi mtu anayeshirikisha. Hata mtume aliambiwaje? la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al khasirin. Ukinishirikisha amali zako zote, na zivunja na utakuwa watu walio katika hasara kubwa. Mtume anaambiwa hivyo hivo, sikwambi mimi na wewe. Wa ewama yualimani min ahadin, na wala hawakuwa ni wenye kumfundisha yeyote hata yakula, mpaka wambainishie, wawambia inama nahnu fitnatun, sisi ni fitna. Fala takfur, ebwana we usikufuru fayatallamuna minhumaa ma yufarriquna bihi bayna lmar'i wa zawjihi, wanafarikisha kwa uchawi huo kati ya mtu na mkewe. Mtu na mkewe huwa kuna mapenzi ambayo huwezi kuyafananisha na mapenzi yoyote. Mtu na mkewe huwa kuna mapenzi yale yaliyosimuliwa katika Qur'an. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma lakini hayo mawadda na rahma mchawi anaweza akayatofautisha mpaka watu wakawa hawatambuani. Si unaona athari yao, mapenzi makubwa, mtu amempenda mkewe, amempenda mumewe, lakini anakuja kati mtu anafanya uchawi, anawatimua mmoja mashariki, mmoja magharibi, hataki hata kumwona mwenzake. Haya yapo mengi sana, yanaendelea katika ulimwengu kwa uchawi. Kuna bwana mmoja ananihadithia, anasema kutokea, nimemuoa mke wangu mwaka umefika wa kumi na napata tabu sana ninapotaka kuikabili haki yangu. Kila tukitaka kulifanya tendo la ndoa, anakuja mambo ya ajabu ajabu, yule mke wangu anakuwa kama simba na ile hali haifanyi kwa kutaka kwake, anajikuta tu yuko katika hali ile. Mikono inakuwa na nguvu, miguu anapigwa huko kama punda anavyompiga, mpaka anapotaka kulifanya lile jambo, na akifanikiwa basi anakuwa hoi bin taabani. Hii yote ni uchawi, kama si wa wanadamu ni wa majini, eti wao ndo wamemuoa yule mke wake, yeye anaota ndoto za ajabu ajabu, ukajifungua mtoto mara hivi. Yaani, kuna mambo ukisimuliwa wewe unaweza ukasema hii dunia kweli, Mungu anastahiki kuwa na hasira na viumbe. Mambo mazito, kwa hiyo yanatokea hayo. Yote ni mambo ya uchawi, na uchawi wa watu na majini, majini bado wanaendeleza.